Yes bwana, mambo vipi? Timu ya Yanga imeondoka kuelekea Moroko kwa ajili ya mechi yake dhidi ya Farabat. Ni mechi ambayo itakwenda kuamua hatima ya Yanga kama anakwenda robo fainali au aendi hatua ya robo fainali. Kama akipoteza kwa idadi ya kuanzia magoli mawili kwa bila, basi atakuwa ashaaga mashindano. Mechi ya mwisho itakuwa ni kwa ajili ya kukamilisha ratiba. Niko na mchambuzi hapa na mdau wa soka, atazungumzia kuhusiana na sakata zima la Yanga kuondoka kwenda nchini Moroko kwa kabili Farabati. Ah, bwana hiyo mechi itakuwa ni mechi ngumu sana, kwa sababu tunajua kabisa Yanga kwa sasa hivi amejipanga kiuwezo wake wote, kwa sababu anaenda kucheza na timu ambayo imefungana kwa hiyo kila mtu hiyo mechi kwa kiasi ni timu ngumu kwa sababu Yanga kwa upande wa pili wanitaka sana hiyo mechi. Tunajua kabisa Yanga amecheza na vigogo wengi sana. Hali hali amecheza naye hapa nyumbani wametoka moja moja. Kwa hiyo inaonyesha kabisa Yanga amejipanga na Yanga ni timu ngumu sana. Kwa hiyo na tunajua anaocheza naye alimfunga hapa nyumbani. Kwa hiyo ina uwezekano mkubwa sana Yanga kwenda kupata point kule ugenini kwa sababu amejipanga kinoma noma na anaweza akaondoka na pointi tatu kule ugenini. Lakini yote kwa yote tunajua kabisa timu ya Farabati mashabiki wao wamefungiwa kwenda uwanjani kwenda kushangilia timu yao, hivyo mechi itakuwa haina mashabiki. Yanga watakuwa na advantage kubwa kwenye mechi hiyo. Hata mashabiki wa Yanga wamejitokeza kwa wingi katika uwanja wa ndege kwenda kuipokea timu yao, eh, na kuipa support kubwa, kwa sababu wanajua fika hawatakuwepo, eh, siku ya mechi uwanjani na ndio maana walijitokeza kwa wingi. Je, unaonaje, eh, mashabiki wa Yanga jinsi walivyojitokeza kwenda kuipokea timu yao na kuilaki zile shangwe na shamla shamla za mashabiki wa Yanga umezichukulia eh, zitaipa timu motisha kwa kiasi gani ili iweze kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali? Kwanza kabisa, hilo ni jambo zuri kabisa kwa upande wa Yanga, kwa sababu kukosa mashabiki mpinzani wako ni jambo zuri sana, kwa sababu ukiwa unaenda kucheza ugenini, silaha kubwa sana ukiwa na mashabiki mashabiki nyumbani, inakuwa unakupa hamasa fulani kupambana uwanjani. Sasa labda wewe mashabiki hawana, kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana kubwa kwao kwa kupata ushindi kiurahisi, kwa sababu mm, mashabiki wako washangilia hawana. Wanasemaga mashabiki wakiwapo uwanjani pia ni wachezaji nao. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga itaenda kufanya makubwa sana, kwa sababu wanaenda pale, wanaenda kucheza mpira na kujituma. Kwa hiyo hakutakuwa kuna kelele uwanjani kabisa. Kwa hiyo unaona kabisa Yanga itaenda kufanya vizuri na kujituma ili itakapata ushindi na ikaondoka na pointi tatu hiyo siku. Kwa sababu unavyojua Yanga, Yanga Yanga ni timu bora sana na kwenye jambo la kujituma Yanga anajituma sana sana. Kwa hiyo mimi naona kabisa Yanga anaenda kupata pointi tatu kogenini na anakuja na ushindi mnono hapa nyumbani lakini jambo kubwa ni kuhusiana na Clement Francis Mzize, walidi Bwana Mzize e, toka amepata majeraha amelejea, na mechi zidi ya falabati, anaweza akawepo uwanjani. Ni mchezaji ambaye wanayanga wengi wana imani naye, wanayanga wengi wana matumaini naye makubwa, kutokana hata msimu uliopita katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, Clement Mzize ndio alichukua goli bora hivyo. E, wanayanga walikuwa wanatamani kumwona Clement Mzize akiwa amelejea tena uwanjani kuisaidia timu yao ya Young Africa katika mashindano kimataifa kwa sababu ashawahi kufanya e, na ndio maana wana Yanga walikuwa na hamnae. Jewe, unaonaje kuhusiana na Clement Mzize e, kurejea uwanjani? Je, anaweza kusaidia Yanga moja kwa moja au Yanga wanahitaji mtu mwingine zaidi ya Clement Mzize ala, ili aweze kuisaidia timu yao ifanye vizuri? Kwanza kabisa silaha kubwa ya Yanga ni Mzize, na mashabiki wanampenda sana Mzize kwa sababu Mzize ni mchezaji anajituma sana na ana uwezo mkubwa. Tunajua kabisa na amefanya mambo mengi sana katika timu ya Yanga. Ukimwongelea Mzize hamna timu yoyote ambayo haimwogopi Mzize sababu Mzize ni mchezaji mdogo alafu ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo kurejea kwa Mzize, naona kabisa Yanga inaenda kukasi nzuri, kwa sababu ukiongelea namba tisa kwa sasa hivi pale Yanga Africa kule zinadunda dunda sana. Kwa hiyo Mzize akiwaga yeye pale kwenye namba tisa, naonaga anafanya jambo jema sana na anajituma sana na ushindi unaweza kupatikana kwa sababu katika nafasi kama tano nne, uh, mzizi hawezi kuacha kabisa, kwa sababu ana uwezo mkubwa kwa kukontrol mali na kufanya maamuzi mapema sana. Kwa hiyo mi naona kabisa kwa kurudi kwa mzizi atasaidia sana, alafu tunajua kabisa ni mechi ngumu sana na mzizi, mechi ngumu ndoo zake, anaendaga kuwaka sana na anaweza kaapa ushindi yanga afria. Kwa hiyo kurudi kwa mzizi naona ni jambo zuri sana, sema tu kwenye kufiti mtu akitoka majeruhi kurudi tena uwanjani na kwa kidogo amedirei fulani. Kwa hiyo naona kwenye kwa kufiti pale Mzize ndio itachukua muda, lakini kwa uwezo namwamini sana Mzize ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo hiyo siku anatakiwa aanze fuadi mwingine alafu Mzize atengea kipindi cha pili, naona kabisa atasumbua, ataonyesha ushindani fulani, kwa sababu ni mchezaji mzuri na ana uwezo mkubwa Swala jingine bwana ni kuhusiana e, na beki namba tatu wa Yanga ambaye alianza katika mechi zidi ya Al Ahly, Shedrack Boka. Shedrack Boka e, katika mechi ya Yanga na Al Ahly alionekana amechamba. Kuna nafasi ambayo Al Ahly walitumia kupata goli, Shedrack Boka alichamba kutokana, mpira alikuwa na uwezo wa kutoa nje au ya kufanya namna yoyote, mpira utoe katika miguu yake, lakini alijigonga gonga mpaka Al Ahly wakapata goli. Je, unaonaje nafasi ya Shedrack Boka mbele ya Mohamed Hussein katika mechi zidi ya Falabati? Anza Boka au ataanza Muhammad Hoseni? Ah, hiyo mimi niliongea sana kwa Boka. Boka mimi naongea kila siku. Boka umri ushamtupa mkono kwa sasa hivi. Hata kama pia anaisha Balala umri vile vile, lakini mimi naona kwenye nafasi kubwa sana naweza nikampa uwanjani ni Shabalala. Shabalala ni mchezaji ambaye anajituma sana. Alafu kukosea kosea sio sio vitu vyake kabisa. Kwa hiyo mimi naona, mimi pale, kocha wa Yanga jukumu alichukue ni kumwanzisha Shabalala kwa sababu ni mchezaji ambaye ana msaada mkubwa sana. Ukiangalia kama mechi iliyopita hapa Yanga ilipoteza Boka Iyo chamba imechi ya muhimu sana ambayo angeshinda Yanga ingemweka sehemu nzuri sana. Kwa hiyo anatakiwa ajifunze kocha kwa kuweka wachezaji ambao hawana uchungu na mechi fulani. Unajua kabisa nikipoteza hii mechi tunakuwa kwenye hali fulani. Kwa hiyo anatakiwa ajifunze hivyo vitu. Weka watu wenye uchungu wa kupambana, wakijua kabisa nikifanya kosa tunahukumiwa kwenye mechi ya muhimu. Kwa hiyo kwa sababu Yanga sasa hivi angeshinda ile mechi ya hali ya hali ile, angejiweka sehemu nzuri sana kwenye ushindani, angekupa nafasi nzuri sana ya kufuzu lakini kwa sasa hivi naona kama kajaribia fulani kwa sababu ya wachezaji wadogo wadogo tu kwenda kukosea kuchamba kwa kwenye timu nafasi mbaya. Kwa hiyo mimi naona, mimi Boka Boka hataki kuanza mechi kwa sababu Boka ana wasiwasi fulani hivi, ukiona kabisa ana wasiwasi na mechi, anaandafia mechi. Kwa hiyo mimi naona, mimi kabisa Shabalala anatakiwa aanze kwenye mechi ili aisaidie timu ya Yanga Afrika. Naona akianza Shabalala itakuwa nafasi nzuri sana, lakini akianza Boka ataikosti sana timu, kwa sababu bado ana wasiwasi sana na mechi kubwa. Na katika eneo la ushambuliaji eh, kuna depu pamoja na Prince Mpemelolo Dube eh, mwana wa mfalme. Hawa wawili mmoja wapo anatakiwa aanze. Wewe unaona vipi? Kama wewe ndio kocha wa timu ya Yanga, utaanza na nani? Prince Dube au depu ambaye ametoka Ulaya amekuja kucheza Yanga? Yanga ametoa zaidi ya bilioni moja na milioni mia tatu kumpata depu. Unaona hapo ataanza nani kati ya depu au Prince Dube? Depu ni mchezaji mzuri na ana nguvu sana na ana mikimbio ambayo ya hatari sana san wote akakupa matokeo, lakini kwa upande wa pili Dube, Dube ni mchezaji mzuri sana ambaye tunamjua kabisa, hapo kati alitoka kuongelewa sana, kusemekana ashindi anacheza ovyo, lakini baadaye akaaminisha mashabiki wa Yanga kama ene.